Mpenzi subscriber, natumai mahali popote ulipo uko fresh, uko mzima, uko buher. Mimi ni the one man AMI Tv. Asante sana kwa kuitegea channel hii uipendacho, jeshi la mtu mmoja. Mpenzi subscriber, dunia ina mambo mengi, dunia ina vituko, dunia ina mikasa, dunia ina matokeo, dunia ina sarakasi, dunia ina mambo. Hii ndiyo dunia, mpenzi subscriber. wiki iliyopita kuna tukio lilotokea kule Beirut, Lebanon. Beirut ni mji mkuu wa Lebanon. Uh, kuna tukio ambayo limetokea na nchi hiyo pia vile vile inakabiliwa na mashambulizi ya hapa na pale kutoka uh, kutoka Uh, nchi ya Israeli. Tukio hilo ambao kwamba lilotokea kule wiki iliyopita uh, jeshi ya Israeli ilikuwa imemlenga kiongozi fulani wa kijeshi, na kwa bahati walimpata na wakamuua kutumia bomu uh, iliyorushwa ama iliyoshushwa na ndege ya kijeshi, bomu hiyo iliua pia watu wengine kadhaa, maanake ilikuwa ni bonge la bomu, mpenzi subscriber. Licha ya tukio hilo Israel kufaulu, kumetokea kisa ambayo kwamba katika uh, uh, kitendo hicho kuna bomu ambayo kwamba haikulipuka, haikulipuka bomu hiyo. Unajua hiyo nde, ndege ilirusha mabomu kwa, kwa kila, kwa, kwa kila hatua ama kila msafara wa ndege hiyo huwa inabeba mabomu manne kwa wakati mmoja. Sasa mpenzi subscriber. Wakati Israel ilienda na ikaarusha haya mabomu, zingine zililipuka na ikafika mahali ambao kwamba ilikuwa imekuwa ilitarajiwe yani target. Zingine zililipuka, lakini kuna bomu moja kati ya hizo bomu mabomu mmoja haikulipuka. Um, hiyo bomu inaitwa GBU 39b GBU 39b ambayo kwamba hiyo bomu ni smart bomb. Marekani na Israeli ilipogundua kwamba kuna bomu moja haikulipuka kati ya zile mabomu ambao kwa kwamba walizirusha na ndege kule Beirut, kuna moja haiku ama haiku lipuka. Bomu yenyewe ni GBU 39B. Marekani kupitia Israeli inaiomba ama inaitaka Lebanon iwasilishe bomu hiyo mara moja. Hiyo ni bomu ambayo kwamba imetengezwa Marekani, yani Marekani imekupitia kampuni yake ya Boeing kule ya kutengeza mabomu, ilichukua miaka kadhaa chungu nzima kuitengeza, yani kuifanya utafiti, yani hiyo bomu ni special. hiyo ni smart bomb, ni bomu ambao kwamba ikitupwa kutoka kwa ndege inajifungua ina inakuwa na mabawa na inajipeleka yani self control. Inaenda kilomita mia moja na kumi. Hiyo bomu ni hatari sana. Hiyo bomu inaweza ikapiga mlima, hiyo bomu inaweza ikapiga ardhi, hiyo bomu inaweza ikapiga mawe ama concrete ama jumba ambayo kwamba limejificha watu wamejificha chini yani banka. Sasa ndege, ndege kawaida yake vile ilivyotengezwa inabeba mabomu manne kama hayo kwa wakati mmoja. Sasa ndege hiyo ilirusha mabomu manne, tatu zikalipuka, lakini moja haikulipuka. Yani, hiyo bomu ya GBU 39B, Marekani na Israel inaitaka nchi ya Lebanon isalimishe hiyo bomu. Umenipata? Um, bomu hiyo imetengezwa kule, na kama vile nilivyokuambia na kampuni ya Boeing haijatengezwa mingi, imetengezwa elfu ishirini peke yake yeah. Bomu ya aina hiyo ya GBU 39B, na Marekani haipatii nchi yoyote hivi hivi, inapatia zile nchi ambao kwamba ziko na undani na urafiki sana na iko na ukaribu sana. Nchi moja ni ya kiyahudi ya Israeli. Sasa Israeli ilipokuwa ikitekeleza mashambulizi yake wiki iliyopita kutumia bomu hiyo, bomu hiyo moja haikulipuka, zingine zililipuka. Sasa hiyo moja eh, Marekani ina wasiwasi ikiwa kama haikulipuka na iko katika eneo ya Hizbullah, na Hizbullah wako na undani karibu na Iran. Hizbullah ina urafiki na, na, na Uchina. Hezbollah ina urafiki na Urusi, yenda Uchina, Iran na Urusi wakachukua hiyo bomu wakaifanyia utafiti wakaifanyia ukarabati, ambayo kwamba wanaweza tena wakaitumia bomu hiyo hiyo ya GBU 39B wakaitumia tena kuichapa kum, kumami kum, kum, kum, kum, Hizbullah, Hamas, China, Urusi na nchi zingine eh, kuzipiga Marekani na Uyahudi. Mmenipata hapo? Sasa kuna wasiwasi mkubwa sana, Marekani wamesema wanahitaji hiyo bomu irudishwe mara moja na Israeli. Umeniona? Umeiona hiyo maneno? Hiyo bomu ilirushwa kwa eneo ya Hizbullah kule Beirut, ikamuua mmoja wa kiongozi, lakini bomu moja haijalipuka, na hiyo bomu ni special, inahitajika mara moja. <laughs> Yani umerusha bomu katika nchi fulani alafu naambia hiyo nchi <laughs> bomu ambayo nilikupiga mmoja hizo bomu haijalipuka, jamaa niturudishie. <laughs> Inaingia akili? Ndio kwambia dunia ina vituko. <laughs> Dunia ina vituko. <laughs> Yeah. Sasa wacha tuangalie itakuwaje, maanake mpaka sasa hiyo bomu haijapatikana na iko katika eneo ya Hizbullah na ujue, pale Iran wako pale na nchi zingine zimaadui Eh? Yeah? za um, wale zile nchi ambapo kwamba ha? ha, hazipatani na Marekani na nchina, na Israeli ziko area hiyo wanaweza wakaichukua wakaifanyia ukarabati na ikawa hatari. Kumbuka hizo bomu ni elfu shirini peke yake duniani, ni, ni bomu special. si nyingi eh? Teknoloji yake imetumika miaka mingi kuitengeza. Sasa hiyo teknolojia ikichukuliwa na Iran <laughs> na Iran wanajua mambo ya elektroniki na Uchina na na na, Urusi sitakuwa ni hatar. Eh? Pensi, subscribe, je wasemaje? mimi ni The One Man Army TV, bwaga hapo nikingojea nikitafuta Habari nyingine kuwaletea. Asante sana kwa kusubscribe, asante sana kwa kunifuatilia. Tukutane katika video nyingine.